Lengo kubwa la shetani ni kumfanya mtu wa Mungu a doubt Mungu. Hilo ndio lengo kubwa, yaani umwonee mashaka Mungu, na kwa sababu anajua mkristo akifika levo ya kumdauti Mungu haendi popote, na haya ndio maisha tunayoishi. Na hapa sikusemi wewe, mimi mwenyewe, kuna mahali pengine niliwahi nilimdauti Mungu, kuna mahali pengine nilimdauti Mungu. Unaona, mbona kama vile Mungu hapa, hivi Mungu vipi hivi Mungu vipi? Hivi Mungu vipi? Hivi Mungu vipi? Alafu Mungu ananipa shule, ananiambia upati kwa sababu unani doubt, unanionea mashaka. Na sijawahi kusema hata siku moja kwamba ninakuonea mashaka Mungu hata siku moja kwenye kinywa na akili, yaani ninajua Mungu utafanya, lakini kwenye mawazo yangu kuna mawazo yanainuka ndani yangu yanayoona mashaka. Na kuna kitu Mungu anachukia anapoona mashaka ndani ya mtu Doubting God ni dhambi mbaya kuliko dhambi zote unazozijua wewe. Takuthibitishia kwenye maandiko ili uone, kumwonea mashaka Mungu, kuona kwamba okay, hili linawezekana lisifanyike. Umemwomba Mungu alafu una mashaka kwamba linaweza lisifanyike, kwa sababu ni kweli halijafanyika kama ulivyokusudia. Mashaka ya namna hiyo ni dhambi. Ndio maana shetani atakachofanya ni atahakikisha unakuwa na mashaka kwenye maisha yako kwa kukuletea matukio ambayo yatafanya udauti.